Suluhu Hassan, ukiangalia pale mbele unaona bilioni 36.7 ukiangalia huku unaona tenki la maji, ukiangalia kila upande unaona jambo lililofanyika. Samia amejitangaza kwa kazi, Samia amejitangaza kwa upendo amewapenda wananchi wake, lakini amewapenda pia wenzetu wa vyama vya upinzani. Akasema njooni wote hapa, njooni tufanye kazi pamoja. Waliokuja mnawaona, wanatembea kuomba kura za vyama vyao. Wasiokuja walichagua wenyewe kutokuja. CCM oyee! Kwa hiyo tunamtambua Dokta Samia Suluhu Hasan kwa kazi, tunamtambua Dokta Samia Suluhu Hassan kwa upendo, tunamtambua Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kupenda amani. Anaipenda amani ya nchi hii, na ndiyo sababu aliwaambia wengine wote, njoni tukae pamoja, tufanye kazi pamoja, tushire, tushindane kwa hoja, lakini sisiemoye Ra! siiem raha Samia raha Ra! zaidi alipowaita wote waje wafanye kazi pamoja, baada ya kufanya kazi pamoja kwa muda wako waliotambua kwamba hawatamweza, walipojua hawatamweza wakatafuta sababu za kutoingia katika uchaguzi kwa sababu hawa mwezi ametimiza ahadi zote alizoweka Dokta Magufuli zote, na alipomaliza kutimiza za Dokta Magufuli akaweka na za kwake Ewa. Na ninyi wote mliziona, sisi ya moya kwa namna hiyo unashirana naye Hawakuweza kushindana, wamekimbia ushindani. Lakini wangekaa kistaarabu, wakaenda kwenye uchaguzi, wakasema sasa tuende kipindi kingine, labda tutaweza. Ninawaambia ukweli, ndugu zangu, nyinyi mnamwona Dokta Samia kwa vitendo vyake, mimi ninamwona Dokta Samia kwa kukaa naye katika vikao CMO. Kwa uhakika ninaweza kuwaambia Dr. Samia Suluhu Hassan hawatamweza, kwa vitendo wala hawatamweza kwa upendo alionao na kwa imani alionayo. Na laiti katiba ya nchi hii ingesema rais anaweza kuendelea vipindi vyote, Dr. Samia Suluhu Hassan angetawala nchi hii, angeiongoza nchi hii kwa vipindi vingi sana. M, sisi, sisi tukae tukisema kuwa tunamshukuru kwa upande wa wanawake tunamshukuru. Leo yeye ametutoa sisi kimasomaso, amewaonesha walimwengu kwamba wanawake wanaweza hili wala halihitaji tochi, liko wazi. Hakuna mwanamke anayeshindwa na nyumba yake. Yupo tena? Wala msijibu nyewe wanawake, wajibu wanaume wenyewe. Sisiemoye ni nani ambaye mambo ya kimshinda sana? Hamwambii mama fanya maarifa nani? Kuna baba ambaye mambo yake yakikaa vibaya, hamwambii mama fanya maarifa? Hakuna, wote anasema kafanye maarifa. Dkt Samia Suluhu Hasan anatumia maarifa yake yote anatumia nguvu zake zote, anatumia akili zake zote, na halali usiku na mchana, kila akiifikiria nchi hii, akiifikiria wananchi wa Tanzania aliyoachiwa na Dokta Magufuli, aliyoachiwa na marais wote waliotangulia. Kama mama anaiangalia nchi kama anavyoiangalia nyumba yake, kama anavyoangalia watoto wake, halali usiku na mchana anahakikisha kuwa nchi hii iko salama, lakini na wananchi wake wanaishi kwa amani, lakini wanaishi kwa kupata haja zote zile za kibinadamu ambazo wanastahili kuzipata. Na mimi ni waahidi ndugu zangu, kama nilivyosema awali, leo ndio siku ya sendo, na siku ya sendo ndio siku ya kusema: Binti, nenda salama, nenda salama. Na wanaompokea binti huyu ni nyie, mtampokea kesho tarehe 29. Kila mmoja akienda kwenye chumba cha kura, aseme ninapigia kura yangu hii kwa Samia, kwa sababu ya maji, kwa sababu ya afya, kwa sababu ya barabara, kwa sababu maendeleo ya watoto wetu kwenda shule kwa sababu zote za shida na raha za nchi yetu. CCM oyee! Ndugu zangu, huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hasan, mwanamke mwenye imani, mwenye huruma, mwenye kufikiria, mwenye kumpenda na kumwamini Mwenyezi Mungu. Nawaambieni nyinyi mnamwona kwa nje sisi tunaokaa naye tunajua Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu anayesema anateka watu, huyu hata nzi hawezi kuua. Sisiemoe. Hata nzi kumfukuza kwake yeye ni tabu, kwa sababu ana kazi nyingi za kufanya. Huwezi kufanya kazi ya watu ukaanza kufikiria maneno ya mtu mmoja mmoja. Watu wanaosema ubaya wa Dr. Samia hawamalizi maneno, wakifika katikati wanapata kigugumizi tena, watashindwa na watadidimia. Sisi emoe sasa, huyu ndio mwenyekiti wa chama chetu, kesho tunakwenda kumpigia huyu. Ndiye mwanamke wa kwanza Tanzania na Afrika Mashariki Rais ndio mwanamke wa kwanza. Kesho tunakwenda kuonesha ulimwengu, sisi wa Tanzania tutatoka, tutakwenda kupiga kura. CCM oyee! Kila Mtanzania kesho atoke akapige kura, ili wale wanaofikiri kwamba nchi hii wanaweza kuitawala au kuiongoza kiwa nje, wajue hawawezi. Ukitaka kuongoza nchi hii kufuni hapa ulo